Sisi kama idara ya uhamiaji tumejiandaa vizuri sana na uchaguzi unaofanyika tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi elfu mbili ishirini na tano. Kwa sehemu zetu za mipaka ya kuingia nchini, vijana wetu wamejipanga vizuri kuhakikisha kwamba wageni wanaoingia ni wale ambao wana vibali vya ku... vya... vinavyosajiliwa kuingia kuingia nchini na tunawahoji lengo lao la kuingia kujua ni nini isije kama kwamba wanakuja kwa sababu ya mambo ya uchaguzi. Kwa hiyo tumejipanga hivyo. Vilevile tumejipanga kufanya doria sehemu zote zile za mipakani na sehemu za ndani, sio mipakani, tuna ndani, hata kwenye mahoteli, kwenye masoko, kwenye, kwenye masoko na, na sehemu zingine zote ni mkusanyiko wa watu sasa hivi mimi kama mkuu wa Kilimanjaro sijapata tetezi zozote za mtu yeyote kuja kutoka nje kwa ajili ya kufanya ghasia yoyote au kupiga kura au chochote, sijai kusikia chochote. Na kama wapo watu aina hiyo, wajiandae kwa sababu sisi tumejiandaa zaidi ya mara mia moja. Ila kwa wale wenzangu wale wahamiaji haramu wanaopenda kusafisha wahamiaji haramu, dawa sio kwamba imechemka dawa imeshachemka, na zamu hizi sio kwamba ni 40, zamu hizi ni siku nne kwa hiyo kama za mwizi siku nne, wajitayarishe. Kama wana mpango kwamba kipindi cha uchaguzi ndio watapata fursa ya kuja kusafirisha wahamiaji haramu au kutoka nchi za nje kupitisha kwenye nchi yetu kupeleka kwenye kwenda mpakani huko South Africa, hiyo wajue kwamba wamekoma. Nimesema za mwizi sio arobaini ni, ni siku nne na tuliokamata tunawashughulikia.